Ziko changamoto bado, na zinachukua muda kuzitatua. Gharama za kubadilisha mfumo wa, wa, wa, wa kawaida wa petroli au diesel kuja kwenye, kwenye mfumo wa gesi bado ni ghali, na sisi kama serikali tume, tumekuwa na mazungumzo na Wizara ya Fedha angalau kupunguza gharama au kodi katika vifaa ambavyo vinatumika kubadilisha mfumo. Hiyo moja, lakini pili, kwenye vituo hivi tunavyo vichache sasa hivi tunao mpango mpaka kufika mwakani mwezi wa sita, tutakuwa angalau kwa Dar es Salaam kila barabara kubwa itakuwa ina vituo kwa ajili ya kujaza gesi, na mikoani tuna mpango wa kujenga vituo vikubwa Morogoro, Dodoma, Moshi, Tanga na Arusha, ili wale watu wanaosafiri kwenda katika mikoa hiyo na mikoa ambayo iko jirani na hiyo angalau waweze kupata access ya kujaza gesi pale itakapokuwa imeisha. Tunajua kwamba uh, mfumo wa, wa gesi ndio mfumo nafuu zaidi katika usafirishaji na serikali kwa kujali tunatumia rasilimali tulionayo kuhakikisha kwamba wananchi wananufaika na rasilimali tulizonazo. Kwa hiyo nitoe rai kwa wenye vyombo vya magari, sekta binafsi, kuja kuwekeza katika eneo hili, kubadilisha mfumo. Kwa wale vijana ambao wana magari na wengine nimekutana nao hapa, kubadilisha mfumo ni karibu milioni moja na laki mbili. Sasa hivi serikali inatengeneza mkakati wa kupunguza gharama za kubadilisha mfumo wa kutoka kwenye petroli au dizeli kwenda kwenye mfumo wa gesi. Hiyo ni baada ya kuelewa kwamba vijana wengi wamejiajiri katika sekta ya usafirishaji, na hiyo ndio inaonyesha dhamira ya dhati ya serikali. Hapa tuna karakana ya kisasa inajengwa, ili kupunguza wasiende huko mitaani kupigwa gharama kubwa, sababu serikali na serikali zinafanya kazi kwa ukaribu. Kwa hiyo niseme tu vijana tumefikiwa na, na vijana tunapewa kipaumbele kwa sababu ndio wanufaika wakubwa sana na ndio nguvu kazi ya taifa. Ni kuisambaza uh, hii huduma kwanza katika mji wa Dar es Salaam, takriban uh, barabara zote kubwa zinazoingia na kutoka ziwe zimeshapata hivi vituo ambavyo, uh, vingi vitatokana na uwekezaji wa sekta binafsi, ambao tumewapa kwanza kibali cha kuwekeza lakini pia tumewasaidia kiufundi, tumewasaidia kuwafikishia ile gesi asilia, alafu wao ndio wanaigandamiza na kuweza kuingiza kwenye magari. Tunategemea ndani ya mwaka mmoja ujao vituo ndani ya Dar es Salaam vifike takriban kumi na na tano, lakini sisi pamoja na wao wawekezaji binafsi uh, tunaelekea kuweka vituo vingine vya kujaza sasa katika mikoa ya jirani uh, Pwani, Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, vilevile vile, Tanga, Kilimanjaro na Arusha. Hiyo ni katika kipindi cha mwaka mmoja ujao.